Kwa majina anaitwa Dr. Lewis Rweyagula mratibu wa kudhibiti ukimwi magonjwa ya ngono na homa ya ini wa mkoa wa Singida. E, kama ambavyo inafahamika, leo ni tarehe moja mwezi wa kumi na mbili mwaka elfu mbili ishirini na tano na kila siku ya tarehe moja kwa kila mwaka mwezi wa kumi na mbili huwa ni siku ya maadhimisho ya siku ya uh, ukimwi duniani, na sisi kama nchi katika uh, dunia hii tunaadhimisha hata kama taifa haya maadhimisho yanafanyika mkoa wa Dodoma. Basi e, kutekea kauli mbiu ya ukimwi ya mwaka huu ambayo inasema kwamba imarisha mwitikio tokomeza ukimwi. Na sisi e, mkoa wa Singida kama mikoa mingineyo tumeendelea e, na jitihada mbalimbali e, za ku za kudhibiti e, au kutokomeza ukimwi katika mkoa wetu. Mkoa wetu ni kati ya mikoa ambayo kulingana na tafiti iliyotoka elfu mbili na ishirini na tatu ya kitaifa e, maambukizi ya virusi vya ukimwi yamepungua kutoka asilimia tatu pointi sita mpaka asilimia tatu, chini ya maambukizi ya kitaifa ambayo ni nne asilimia, e, nne pointi nne Hivyo ni mikoa ambayo e, juhudi za mapambano ya ukimwi zimeendelea kwa kasi kubwa, ambapo tunatoa huduma kwenye vituo lakini pia tunafikia jamii kwenye huduma mbalimbali. Hizi zote ni kudhibiti maambukizi ya ukimwi na nia ni kwamba tunapoelekea eh, elfu mbili na thelathini ambapo eh, target ya taifa ambayo ni target ya kidunia ni kue, eh, kuzuia kutokuwa na maambukizi mapya ya virusi vya ukimwi, basi na sisi kama mkoa tumejipanga kwa kuendelea kutoa huduma lakini kwa kuendelea kufikia jamii eh, na kufikisha elimu kwa ajili ya kuendeleza eh, eh, vita hii dhidi eh, ya Ukimwi. Hivyo kama mkoa tunavyo vituo mia ishirini na nne tunavyotoa huduma za virusi vya Ukimwi, lakini pia eh, tumeendelea pia kuwa kwa kushikiana na wadau kufikia jamii kwa programu mbalimbali eh, zinazosaidia kuielimisha jamii, lakini kuikinga jamii, lakini pia kufanya jamii wafahamu hali zao kwa wale ambao wana maambukizi na waunganisha na vituo vyetu vya kupata huduma, na kwa wale ambao wanakuwa wana maambukizi, basi tunawapa elimu mbalimbali za kujikinga au kutokomeza virusi vya Ukimwi. Na nitoe rai kwa jamii iendelee kupima, kwa sababu kama mkoa, kwenye target yetu ya kuwafikia eh, watu ambao wanaishi na virusi vya Ukimwi, bado hatujafikia lengo la kitaifa la asilimia tisini na tano au lengo la kidunia hivyo. Eh, bado tunao wananchi ambao wanaishi wanaishi na virusi vya ukimwi, lakini hawajatambua hali zao. Lakini uzuri ni kwamba kwa sasa ziko njia mbalimbali ambazo eh, eh, nchi imezileta au imezianzisha kwa ajili ya kufikia jamii. Mwanzoni kwa ni lazima uende kwenye kituo cha kutolea huduma upimwe, eh, na, na vipimo ambavyo ni wataalamu tu ambao wamefundishwa waweze kuvitoa, lakini kwa sasa una njia rafiki, njia za jipime mwenyewe. Kipo kipimo cha kutumia majimaji ya mdomoni, lakini pia kipo kipimo cha damu, ambapo vyote vinapatikana na vinatolewa bule kwenye vituo vyetu kwa ajili ya kuifikia eh, jamii kuendelea kuwa eh, eh, ina, wa, eh, watu wanajipima wananchi wanajipima na kujua hali zao, lakini kwa wale ambao wanagundulika kuwa na virusi vya Ukimwi huwa tunawaunganisha kwenye huduma na sisi tuna zaidi ya asilimia 95 asilimia 98 ya ambao wamegundulika tumeunganisha kwenye huduma, na hizi huduma zinatolewa kwenye vituo kama nilivyosema mwanzo, nyeshinane kwenye mkoa, na ni huduma za bure na zinatolewa wakati wote. Na baada ya kuanza hizi huduma, ukionekana hali yako imeimarika baada ya kufanyiwa vipimo baada ya miezi sita, baada ya kuanza kuanza haya matibabu e, tunatoa dawa mpaka za miezi sita. Hivyo kwa mtu ambaye yuko kwenye dawa, maana anaanza anahitaji kuja kwenye vituo vyetu kupata huduma mara mbili kwa mwaka akiwa anatumia dawa vizuri, akawa na ufasi mzuri, akawa amepunguza kiwango cha virusi ndani ya mwili. Na hizo zote ni jitihada za serikali za kupunguza e, eh, e, eh, eh, usumbufu kwa wale ambao wako kwenye dawa, lakini pia kwa jingine kwa wale ambao wanagundua kwenye dawa, tunaendelea kutoa wito waendelee kuwa kwenye dawa, kwa sababu kwenye changamoto mmoja ambao tumeiona tunawagundua vizuri, tunawaanzishia matibabu lakini baadhi yao baada ya kuanza matibabu ufuasi wao wa dawa anakuwa sio mzuri, sasa mwisho wa siku eh, kiwango chao cha virusi vya Ukimwi kinakuwa kikubwa, ambapo kinapelekea vifo na madhara mengineyo kama kupata kiwango kikubwa cha maambukizi ya virusi vya Ukimwi. Hivyo ni lai huendelea kuwaomba wananchi, kwa wale ambao wanatumia dawa waendelee kutumia dawa, kwa sababu kutumia, matumizi mazuri ya dawa yanasaidia eh, mhusika kuwa na afya njema kabisa, na eh, kuzuia magonjwa nyemelezi merezi, na yompata baada ya kinga kushuka, lakini swala jingine kubwa zaidi pia, hata uwezo wake wa kuambukiza watu wengine pia unapungua. Eh, lakini mkoa, sisi kama mkoa katika jitihada hizi tunashirikiana na, na wadau mbalimbali tunao wadau ambao wao wanapata fedha eh, eh, eh, kutoka serikali ya Marekani kupitia mfuko wa Marekani PEPFAR ambao tunao tunao shirika la EGPAF chini ya mradi wao wa afya yangu, ambao tunafanya nao kazi na wanatusaidia sana kwenye swala la utoaji huduma kwenye level ya vituo, lakini pia tumeendelea kupata wadau pia level ya community, yani level ya jamii, ambao tunashirikiana nao. Tunao CSSC ambao wanafanya kazi na Tayoa Mkuta na Nakofa, anao tunashirikiana nao pia kwenye kuifikia eh, jamii kwa level ya huduma za jamii hivyo ni, nipende kuwakaribisha wananchi wote e, kupitia hii kauli mbiu ya mwaka huu ya kushirikiana kutokomeza virusi vya Ukimwi. Tuendelee kujua hali zetu kwa wale ambao tujatambua, na baada ya kutambua hali zetu, kwa wale ambao tutajikuta hali zetu bado ni salama, ni kuendelea kutumia njia mbalimbali za kujikinga ikiwepo tuna dawa kinga, lakini pia E, kuna njia nyingine kama matumizi ya kondom na tuna maeneo ya kutosha ambayo tunaweka hizi kondom za bure kabisa kwa ajili ya watu kuendelea kujikinga, lakini kwa wale ambao watajikuta eh, kwa njia moja au nyingine wamepata maambukizi haya. Patrick Kasango, nafanya kazi ofisi ya mkuu wa mkoa, imamia kitengo cha maendeleo ya jamii. Leo ni siku ya ukimwi duniani, Desemba mosi, na tunaongozwa na kauli mbiu inasema: shinda vikwazo, imarisha mwitikio, tokomeza virusi vya ukimwi. Eneo la maendeleo ya jamii lilisimamia hasa hasa mwenendo wa tabia hatarishi kwa vijana wetu na watu walio kwenye ndoa. Tunahamasisha vijana kupima afya zao, na wakishajua kwamba hawana maambukizi wajikinge wasio kupata maambukizi mapya. Wale ambao wamepata maambukizi tunahamasisha watumie dawa kwa sababu ni bure na zinawasaidia ili waweze kufikia ndoto zao, na wale ambao kwenye ndoa wanapopima wakaonekana hawana maambukizi tunawahamasisha wawe waaminifu kwenye ndoa zao ili wasipate maambukizi mapya, maana ya madhara kwenye familia zao, kwa wake zao, kwa watoto, lakini kwenye uchumi wa kaya. Tunahamasisha jamii nzima kuchukua tahadhari zozote, na kwa wale ambao watabainika wana maambukizi, ambao kwa mkoa wetu ni watu chini ya elfu ishirini na saba ambao wanaishi na maambukizi ah, tunahamasisha pia ukipata maambukizi sio mwisho wa maisha kuna matumizi ya dawa na anaendelea na shughuli zake za kiuchumi na kusimamia familia yake, wasikate tamaa. Kwa hiyo tunatoa ushauri wa kisaikolojia maana watu wengine wakisikia na maambukizi wanafikiri maisha yameishia pale. Hapana, kuna watu wameishi zaidi ya miaka thelathini wakiwa na maambukizi kwa kutumia, wakifuata masharti ya wataalamu kama kuzingatia lishe na kufanya ibada na kufanya kazi kwa kujituma. Kwa hiyo leo ikiwa tarehe moja Disemba, sisi eneo la kijamii tunasema shinda vikwazo katika kupima jitokeze, kapima jua afya yako. Imarisha mwitikio, maana yake ashiriki kwenye shughuli za kuhamasisha watu kujikinga na virusi vya Ukimwi. Lakini tokomeza Ukimwi, wewe usiwe chanzo cha maambukizi, wewe usiwe chanzo cha kueneza maambukizi, na endapo umejulikana na maambukizi usikate tamaa, maisha bado yanaendelea. Kwa hiyo natoa wito kwa vijana wa mkoa wa Singida ambao ni karibu asilimia hamsini ya wakazi wa mkoa wa Singida ambao ni milioni mbili. Kwa hiyo zaidi ya milioni kama milioni moja hivi ni vijana chini ya miaka arobaini. Ninaomba nitoe wito kwa jamii nzima, kuwepo na vijana ambao ni rika balehe, kwamba tuchukue tahadhari kwenye ngono. Ukiamua kufanya fanya ngono, fanya ngono salama, pima ujue afya yako, au tumia kondomu kujikinga na maambukizi. Serikali imeweka fedha nyingi kuhakikisha kwamba maambukizi mapya hayatokei, na tunahudumia ambao tayari wameshawapata. Kwa hiyo ndugu waandishi nitumie nafasi hii kuwaasa vijana na watoto wetu kama mzazi pia kwamba ukimwi upo na madhara yake hapo, wao wachukue tahadhari wasipate maambukizi mapya, waliopata watumie dawa na wasiache wa, waepuke. Eneo la muhimu sana ni kuepuka mila potofu ambazo zinasema kwamba ukimwi ni kulogwa au kuna waganga wanaponya ukimwi kwa kienyeji. Hapana, tufuate masharti ya wataalamu wa afya. Baada ya kusema hayo, niseme tena kwamba kauli mbiu yetu Shinda vikwazo imarisha mwitikio tokomeza ukimwi Singida inawezekana kwa majina naitwa Dr. Saidi Mgeleka ni meneja mradi wa afya yangu mkoa wa Singida mradi ambao unafadhiliwa na serikali ya Marekani kupitia mfuko wa mapambano dhidi ya virusi vya ukimwi kwa maana ya PEPFAR leo ikiwa kama Desemba moja E, tunaungana na jamii, tunaungana na taifa, tunaungana na dunia katika kukumbuka e, siku ya ukimwi duniani siku ya leo. Kwa maana nyingine ni kwamba tunakumbuka ndugu zetu wengi ambao wamepoteza maisha yao kutokana na janga hili la ukimwi, lakini pia tuna e, sherehekea wale ambao majasiri ambao wamegundulika na virusi vya ukimwi na wakiendelea kutumia dawa na kuishi kwa matumaini, huku wakiendelea kutumia dawa e, ujumbe wangu kwa <laughs> siku ya leo e, moja, kulingana na kauli mbiu ambayo imekushatolewa kitaifa kwamba tuimarishe mwitikio katika kutokomeza virusi vya ukimwi, ningependa kutoa rai kwa jamii nzima kwa ujumla wake kuendelea kupima virusi vya ukimwi lakini hasa kwa makundi ya vijana ambao kwa kiasi kikubwa ni makundi ambayo yamekuwa nyuma katika kupata huduma za upimaji wa virusi vya ukimwi. Makundi mengine ni makundi ya wanaume wanaume kuanzia miaka kumi na tano mpaka thelathini na tano na menyewe pia yamekuwa kwa kiasi fulani amekuwa wazito kuweza kufika na kupata huduma za upimaji wa virusi vya ukimwi e, lakini makundi ya jamii ambao wanaishi pembezoni, kundi la jamii ya wavuvi, uh, watu ambao wanashughulika na shughuli za madini kwa maana ya wachimbaji, lakini makundi ya watu ambao wanashughulika na shughuli za usafiri kama bodaboda pamoja na watu ambao wanaendesha magari ya masafa. Kwao ni wito wangu kwa jamii nzima kwa ujumla kuweza ku pata huduma za vipimo mbalimbali vya virusi vya ukimwi. E, kama ambavyo mwenzangu amevitaja, vipimo hivi vinapatikana hospitalini, lakini katika ngazi ya jamii ambao sasa hivi mtu anaweza akajipima mwenyewe na kuweza kufahamu hali yake ya maambukizi katika mazingira yake ya nyumbani au mazingira yake ya kazi. E, ujumbe wangu wa pili e, ni kwamba kuanzia mwaka elfu mbili na kumi na nane serikali iliweza kuzindua e, huduma za kinga kwa jamii hasa ambao wapo katika hatari ya kupata maambukizi ya virusi vya ukimwi. E, na huduma hizi ni pamoja na dawa kinga ambayo tunaita pre-exposure prophylaxis ambao wanatumia watu wote ambao wanaishi katika mazingira ya hatari ya kupata maambukizi ya virusi vya ukimwi. E, dawa hizi zinapatikana kwenye vituo vyote vya, vya kutolea huduma vya serikali na binafsi na huduma hizi ni bure kabisa kufika vituoni watakuchunguza vitu, wata vitu kadhaa lakini watakuuliza maswali kadhaa na utaanza kupata huduma hizi kama sehemu ya kinga ili usiweze kupata maambukizi ya virusi vya ukimwi. Kwa hiyo ni wito kwa jamii e, kama mwenza wako anaishi na virusi vya ukimwi na wewe pengine hauna au ufahamu afya yako, ni jukumu lako kuweza kufika kituoni kwa ajili ya kupata hizi huduma. Lakini kama vilevile unaishi katika hatari Pengine ufahamu hali ya mwenza wako, unaweza kufika kituoni kwa ajili ya kupata hizo huduma na kadhalika na kadhalika. Kwa hiyo huu ni wito wangu wa pili, uh, kwa, kwa, kwa watu wote waweze kupata hizo huduma. La tatu na la mwisho, tuendelee kupambana na unyanyapaa, unyanyapaa binafsi, lakini unyanyapaa katika jamii, kwa sababu sababu unyanyapaa unaua matumaini. Kwa majina, ninaitwa Mercy Cyprian Mahenge. Mimi ni mratibu wa kanda katika utekelezaji wa mradi wa mfuko wa dunia ama Global Fund kwa mzunguko wa saba ambao unaratibiwa na principal recipients ambao ni Wizara ya Afya kwa kushirikiana na Christian Social Services Commission pamoja na wadau wengine kama Tayoa, Mkuta pamoja na Nakofa. Lengo la mradi huu ni kuhakikisha tunafanya kazi katika ngazi ya jamii ili kuweza kuongeza jitihada za serikali katika kudhibiti au katika kupambana na kuzuia kasi ya maambukizi ya virusi vya ukimwi pamoja na maambukizi mapya ya TB na vifo vinavyotokana na TB. Leo tunapoadhimisha siku ya ukimwi duniani tunawakumbuka Uh, Watanzania wenzetu pamoja na watu wengine duniani waliopoteza maisha kutokana na virusi vya ukimwi, lakini vilevile tunaadhimisha uh, tuna jitihada zao pamoja na ushujaa wao katika kukabiliana na janga hili. Nyuma ya kila namba za vifo hivyo kuna story na jitihada mbalimbali ambazo uh, zinatoa fursa ya au zinachangia katika kujifunza zaidi na ku- uh, kujifunza na kuongeza jitihada katika hilo uh, sisi kama CSSC kwa kushirikiana na wizara ya afya tunafanya kazi ngazi ya jamii kama nilivyosema hapo awali, pamoja na waratibu ngazi ya mkoa uh, wa Singida pamoja na katika halmashauri ili kuweza ku punguza maambukizi ya TB kwa kufanya uchunguzi wa mtu mmoja mmoja, lakini vile vile kuhakikisha kwamba tunatoa elimu kwa vijana balee pamoja na wanawake uh, wa umri mdogo chini ya miaka ishirini na nne pamoja na vijana balee wa kiume ambao ni wana umri chini ya miaka ishirini na nne kwa pamoja. Uh, makundi haya yapo katika hatari zaidi ya kuweza kupata maambukizi, lakini tunashirikiana kutoa elimu ili waweze kupata uwezo wa kujikinga na maambukizi mapya, na kama taifa tuweze kufikia zaidi ya asilimia uh, malengo ya kitaifa katika kupambana na kuzuia maambukizi mapya <tune>